Mwanasawasawa sawa digito, hope uko poa kabisa eh, na harakati zinakuwa zinaenda vizuri kabisa sasa. Niko na habari eh, kutokea kule nchini Marekani ambayo inamhusu rais eh, Donald Trump, ambapo sasa inaripotiwa kwamba Rais Donald Trump anaweza kupanga kuweza kupunguza wafanyakazi wa shirika la ujasusi la kati yani CIA kwa takriban nafasi elfu moja na mia mbili huku mashirika mengine ya kijasusi eh, likiwemo eh, idara ya usalama wa kimataifa yani N NSA ambayo pia yanatarajiwa kuweza kupunguza maelfu ya nafasi za ajira. Sasa taarifa hii imeweza kutoka kwamba Trump anataka kupunguza baadhi ya wa wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika shirika la ujasusi ambalo lenyewe linafahamika kama CIA. Of course, eh, kila mtu analijua kwa sababu hili jina si geni kwa watu ambao pia wanakuwa na elimu hayo. Sasa mpango huu pia unaweza kutarajiwa kuweza kufanyika awamu hii na kupitia kupunguza ajira mpya, lakini pia na kuhamasisha kustaafu mapema, baada ya kuwafuta kazi mo moja. Sasa e, kia, kwa upande wake anasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao pia ambao umri umekwisha kuenda na wanaendelea kufanya kazi, lakini pia inabidi watu wengine waweze kupata